na unapoamua kumkamata na kumshtaki mtu wa kaliba kama Lissu, ubebe na mzigo wa matokeo yake. Yani, usije ukamshtaki Lissu ukategemea ni kama unaendesha kesi ya majuma ambagala. A, a, watu watakuja, watasikiliza sili, yani haiwezi kuwa siri. Kwa hiyo ukiamua kumkamata kumshtaki, yani kwenye kichwa chako ujue kwamba hichi kitatokea hichi kitafanya nini hichi kitatokea, watu watakuja. Huyu ni mbunge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 mahakama bado inapaswa kujihakikisha hiyo tarehe ishirini na nne kama utaratibu ulifuata. Je, hiyo notice ya siku saba ilitolewa ikutolewa? Je, watu wao walisikilizwa wakusikilizwa? ni sahihi. Nimesikia kitafsiri bungeni, anasema kwamba ukisema on its own motion ni mahakama yenyewe ina asesi, inaamua, sio kweli eh, kuna njia mbili